Iwe ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi cha saa ya faraja katika Kristo, tunatoa sehemu ya tatu ya toba ya ardhi. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya siku ya leo njema ulioifanya. Asante kwa ajili ya mtazamaji wetu na msikilizaji wetu popote pale alipo, anapotusikia, anapotutazama, tunakusihi uwepo wa Roho Mtakatifu kai pamoja nasi sote. Asante kwa ajili ya wema na uaminifu wako. Asante kwa ajili ya ukuna fadhili. Unaomba Roho Mtakatifu aziguse akili zetu tupate kuelewa na maandiko Amen. Leo tunaingia kwenye hatua nyingine. Kwa nini ardhi inalaaniwa, hmm? Inalaaniwa kwa sababu ya kuabudu miungu mingine. Sasa hebu tuangalie laana ni nini, ili uweze kuelewa maana ya ardhi kulaaniwa. Laana ni kutokufanikiwa, ni kutokustawi na ni kutokuwa na amani. Ndio maana ya laana. Sasa kwa nini ardhi inalaaniwa? Kwanza inalaaniwa kwa watu kuabudu miungu mingine. Hebu tusome kitabu cha Yeremia sura ile ya kumi na saba mstari wa tano mpaka wa sita. Unaona ukisoma lile neno, nasema kwamba Bwana asema hivi, amelaaniwa mtu yule amtegemeaye mwanadamu, amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake amfanyaye mwanadamu kuwa kinga yake, na moyoni mwake amemwacha Bwana, naye atakuwa kama fukara nyikani, ataishi katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na watu, yani jangwani. Kwa hiyo ukienda kwa waganga, kuna laana inakuja juu yako na juu ya ardhi ya kwenu, kwa sababu ukienda kwa waganga kuchukua dawa au kwenda kubashiri au kwa hao wasihiri, maanake unapokwenda kitendo cha kwenda tu, maanake umeacha kumtegemea Mungu ukawategemea wanadamu. Tayari kitendo cha kufika kwa wao watu tayari, unaporudi unaingia kwenye laana ya Mungu, amesema amelaaniwa mtu yule, kwa ile laana inaingia ndani yako. Lakini pia baada ya kuingia ndani yako hiyo laana, ikishakuja juu ju yako, maanake dalili ya kwanza, unaanza kuporomoka kiuchumi. Ikija juu yako unakuwa haustawi wala haufanikiwi unakuwa unaishi jangwani ardhi inapo, inapo, yani ardhi inapigwa na ukame, unaondoka ustawi, linakuja janga. Ndio maana anasema huyo mtu ataishi katika nchi ya nyika, nchi ya chumvi isiyokalika na watu, jangwani. Sasa tujifunze sana kuomba toba kwa ajili ya ardhi. Unaweza kukuta sasa huko kwenu kuna watu wameenda kwa waganga kwa miungu mingine, na walivyoenda wamerudi na laana ambayo imeingia kwenye ardhi. Dalili ya kwanza ni ukame, utaanza kuona ukame unatokea kwenye ardhi. Dalili ya nyingine ambayo utaona, maji yatapotea kwenye hilo eneo. Yaani watu wa mahali kwenye ardhi fulani au kwenye nchi fulani wakiinua miungu mingine wakaanza kuiabudu, dalili ya kwanza kwamba ardhi hiyo imelaaniwa ni maji kupotea kwenye hilo hilo eneo. Kwa sababu Mungu anasema katika Yeremia 17, anza kusoma mstari wa tano. Anasema utakaa jangwani. Jangwani ni mahali pasipokuwa na maji, nchi ya chumvi, nchi ya chumvi. Isiyo kaliwa na watu. maana kama hakukaliwi na watu hapo unapokaa, maana yake utakaa mahali ambapo hiyo ardhi ina roho ya ukiwa. Ukiwa ni mahali ambapo hapakai watu, panakaa bundi, mbweha na vitu vingine. Ni ukiwa wenyewe huo. Tumuombe Mungu atusaidie ili tujifunze kumtumaini Mungu na kuweka tumaini letu kwa Mungu. Tusitumainie miungu. Tukaenda tukaleta laana, tukajinajisi sisi sisi wenyewe, lakini ardhi tunazolima zikanajisiwa na ukashangaa tumeanza kuyumba. Unaweza kukuta ulienda kwa mganga, ghafla unaona watoto wako wameanza kuporomoka. Biashara zenu zimeanza kuporomoka, kila kitu kimeporomoka. Usipotafuta mtumishi wa Mungu haraka, akakuongoza toba ya ardhi, akakuongoza toba ya kujinasua kwenye hizo laana, na damu ya Yesu Kristo akakuelekeza namna ya kuisimama. Kumbuka, sio kila mtu anaweza kuomba kwa ajili ya arisi. Ndio maana kule kwenye Yeremi, kwenye kitabu cha Ezekiel 22:29 anasema Mungu alitafuta mtu wa kusimama mahali palipobomoka. Ni lazima huyo mtu awe na uwezo wa kusimama mahali palipobomoka, aweze kuona kama Mungu, aweze kusikia kama Mungu anavyotaka asikie, lakini aweze kusimama katika nafasi ya kikuhani na toba kwa ajili ya kutengeneza Mungu anasema wa kusimama kwenye boma, boma la kwenu, familia ya kwenu, mahali palipobomoka, mahali ambapo kuna kitu kimefanyika, kikaleta shida kwenye familia, aingie kwenye toba. Ardhi na watu wanaweza kulaaniwa pia kwa kutokumtii Mungu. Hicho ndio kitu kingine kinachosababisha laana nyingine ije kwenye ardhi. Sasa laana nyingine ni watu kutokumtii Mungu. Na ukisoma Yeremia sura ile 29 mstari wa kumi na tisa anasema hawakutaka kusikiliza watumishi wangu niliyowatuma. Kwa hiyo ukisoma hiyo Yeremia 29, 19 utaona hata wakati mwingine Mungu anaweza kutuma watumishi wa kuwasaidia kama unavyoniona, lakini bado ukakataa kuwasikiliza wale watumishi wa Mungu. Na kama unakataa kuwasikiliza wale watumishi wa Mungu, basi laana inakuja. Na hiyo laana inakuja kwa kutokutii. Kutokutii huleta laana. Kutokutii huleta watu kupigwa kiuchumi. Kutokutii huleta watu kutokufanikiwa. Na ukisoma Isaya 1:18 na 19, 19 nasema mkitii mtakula mema ya nchi. Mkikaidi mta, mtaangamizwa kwa upanga. Kuna upanga wa Mungu ambao unatembea ambao hauonekani kwa macho ya mwili. Unaweza ukawa unatembea kwenye ardhi ya kwenu bila toba, huo upanga ukanyamaza utamaliza watu. Ndio maana mnaona, kwa sababu ya kumwacha Mungu na kutokuitii sauti yake. Angalieni jinsi watu wanapukutika katika familia na maeneo mbalimbali. Lakini sio hivyo tu. Angalieni magonjwa yanayotesa watu. Lakini sio hivyo tu. Angalieni nani aliyestawi huko kwenu. Hakuna mtu anayeanza biashara ikasimama. Hakuna mtu anayeanza kitu chochote cha kiuchumi kikasimama. Mifugo inakufa, wanadamu wanakufa. Ni kwa sababu kuna upanga wa Mungu unatembea kwenye hiyo ardhi. Ni lazima kupatikane kuhani wa kusimama mahali palipobomoka kwa njia ya toba, ili Mungu sasa aweze kusamehe. Lakini kuna mema, huwezi kuyapata kwenye ardhi kama wewe sio mtii, kwa sababu kule kwenye Isaya moja kumi na tisa anasema mkitii mtakula mema ya nchi. Kwa maanake nchi ni ardhi yenye mipaka halali kiumiliki. Kama hamna utii katikati ya katikati yenu, Mungu anasema na nyinyi mnapingana mna naye, hakuna mema mtakayoweza kula. Mtaenda kuotesha mahindi kilo kumi, mtaenda kuvuna sadolini moja, eh? Mtafuga ng'ombe lakini hamtakamua maziwa, hakuna utii. Unoni maangamizo, lakini kuna maangamizi au upanga unaokaa kwenye ardhi, ardhi huwa inaweza ikabeba upanga unaokata watu kwa siri, na hapa panatakiwa sasa tuingie kwenye toba, tuingie kwenye ulimwengu wa roho kwa toba sana, kwa sababu watu wengi wanapitia mahali pagumu, na kuna upanga mwingine unatekeleza majukumu yake mwezi fulani tu. Unaweza kukuta mwezi wa nne ndio mnazika sana, unaweza kukuta mwezi wa kumi ndio mnazika sana, lakini unaweza kukuta mwezi mwingine kama mwezi huu wa saba ndio mnazika sana. Tusipopatikana kuhani akasimama kwa toba kwenye huo mji, akatubu kwa ajili ya hiyo ardhi, akaachilia damu ya Yesu, hasira ya Mungu ikatulia. Kwa sababu kuna hasira ya Mungu inawaka kwa watu kuabudu miungu mingine, laana inakuja ikiwa imeambatana na hasira ya Mungu. Kuna hasira ya Mungu inakuja kwa watu kutokuti, kuna hasira ya Mungu inakuja, tena inakuja kwa nguvu. Tumuombe Mungu sana. Lakini kitabu cha nyakati wa pili sura ile ya saba mstari wa kumi na nne mpaka wa kumi na tano Ardhi pia ina uwezo wa kuumwa. Anasema neno linasema, tukitubu Mungu akisikia atasamehe, alafu ataiponya nchi au ataiponya ardhi. Maana yake hawezi kuponya kama haiumwi. Maanake tunapotubu Mungu anaposhuka anatusamehe, lakini anashughulika na magonjwa yaliyo kwenye ardhi. Ndio maana uponyaji ni neno la kitabibu. Hakuna uponyaji kama hakuna ugonjwa. Maanake ardhi inaweza ikaumwa, baada ya unajisi ardhi inaugua. Ukisoma kule kwenye Hosea anasema ardhi inaugua, ukisoma kule kwenye Yoeli kuanzia ile sura ile ya pili, una anasema ardhi inaomboleza. Kwa hiyo sasa, tutubu ili magonjwa yaliyo kwenye ardhi yaondoke na watu watapona. Mungu anaiponya ardhi kwa kutumia neno, na ardhi huwa inaua kwa maneno iliyosemeshwa na matendo yaliyofanyika, na kama Mungu anaweza kuiponya hiyo ardhi, atatoa neno kwa yule muombaji. Zaburi ya mia moja na saba mstari wa ishirini, ulituma neno lake uwaponya, na kuwatoa katika maangamizo yao. Tuombe. Mungu wetu na baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wetu popote alipo na msikilizaji wetu, tunakuomba kupitia ujumbe wa siku ya leo, Bwana ukapate kumfungua ninaombea wale wote ambao wanataka kusapoti kipindi hichi kwenda hewani kwa njia ya sadaka na matoleo yao, naomba Bwana ukapate kuwabariki Achilia sasa katika jina la Yesu Kristo baraka katika mikono yao. Wape watu mafunuo na neema ya kusimama kama makuhani sawasawa sawa na Ezekiel 22, 29, 30 na moja. Bwana Yesu, tunajua una watu wanaonitazama na unazungumza nao kupitia ujumbe huu. Katika jina la Yesu Kristo, ninaweka kipindi hichi mkononi mwako na kufunika mafundisho haya kwa uvuvi wa Roho Mtakatifu na nguvu ya damu ya Yesu. Yoyote anayeyasikiliza mafundisho haya apate maarifa, aelimike na inuliwe kutoka katika mangamizi yake yote. Amen.